Maeneo haya ya Kipampa. Sauti hii unayosikia ni sauti ya Baba Levo, mtoto wenu. Leo natembea mtaa kwa mtaa, Kipampa, kwa ajili moja tu, kuhakikisha namwombea kura Dr Samia Suluhu Hassan, namwombea kura mdiwani Mgeni Kakoro wa CCM na ninajiombea kura mimi kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma Mjini. Leo tuna mkutano hapo soko la Lutare naomba watu wote mje soko la Rutare ili myasikie yale niliyoyapanga kuyafanya katika kata ya Kipampa. Nawaomba sana, naomba sana mtupe tikiti tatu, mnipe diwani mgeni kakorwa mwanamama, lakini mnipe mimi kuwa mbunge, na mtupe kura ya Dokta Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya maendeleo ya migua wetu wa Kigoma ijwakendai wana mama Eneo haya ya Kipampa, sauti hii unayosikia ni sauti ya Baba Levo mtoto wenu. Leo natembea mtaa kwa mtaa Kipampa kwa ajili moja tu, kuhakikisha namwombea kura Dokta Samia Suluhu Hasani, namwombea kura mdiwani mgeni Kakoro wa Sisiem, na ninajiombea kura mimi kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma Mjini. Leo tuna mkutano hapo soko la Lutare. Naomba watu wote mje soko la Lutare ili myasikie yale niloyapanga kuyafanya katika kata ya Kipampa nawaomba sana, naomba sana mtupe tiki tatu. Mnipe diwani mgeni Kakorwa mwanamama, lakini mnipe mimi kuwa mbunge, na mtupe kura ya Dokta Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya maendeleo ya mkoa wetu wa Kigoma. Mama